Kampeni za uchaguzi kwanza kuwachanganya kama tulifanya makusudi ili tutoe nafasi ambapo katika safari hii maandalizi mazuri yaliyofanywa na tume huru ya uchaguzi INEC, kwa kuwezeshwa fedha kwa asilimia mia moja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania wengi wamejitokeza kupiga kura. Nadhani namba mlitajiwa, lakini pia zoezi lenyewe la upigaji wa kura lilikuwa rahisi sana. Tulikuwa na vituo vingi haijapata kutokea, na watu walijitokeza kwenye vituo vyote ndani ya muda mfupi, wakawa wanaweza kupiga kura na kuondoka, na hivyo zoezi letu likafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya uchaguzi, yaani tarehe hii ishirini na tisa ya mwezi Oktoba mwaka 2025 na na siku chache zilizojifuata kulijitokeza vitendo vya uvunjifu wa amani ulioambatana na vurugu zilizokuwa zinafanywa na baadhi ya watu na ambazo zililazimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kukabiliana na vitendo hivyo. Kufuatia vurugu hizi, tumepata madhara yakiwemo vifo vya raia na askari, uharibifu mkubwa wa miundombinu ya umma na mali binafsi, kuharibu biashara za watu na wizi. Naomba kurudia kauli aliyoitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole nyingi kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na sote tuwaombee marehemu wapumzike mahali pema peponi. Amina. Kadhalika, naomba kuchukua nafasi hii kuwapa pole wote waliopata madhara yaliyotokana na vitendo vya vurugu ikiwemo kuumia, kupoteza mali zao na biashara zao, kupoteza ajira na madhara mengine ambayo siwezi kuyataja yote. Nawaombea Mwenyezi Mungu ayaponye maumivu yao, na inshallah awarejeshee tena walichokuwa wamekipigania wamekikusanya kwa jasho jingi na wakakipoteza, warejee wakiwa imara katika biashara zao na katika shughuli zao tayari rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa dktr samia suluhu hassan baada ya kuapishwa ameunda tume huru ya uchunguzi ambayo inaongozwa na jaji mkuu wa tanzania mstaafu mheshimiwa mohamed chande othman na itafanya kazi kwa miezi mitatu kwa hivyo ni muhimu kwa wakati huu tuwe na subira ili yale yote ambayo yametajwa katika hadidu rejea za tume hii